iwe kufungua misikiti kama hivi, iwe kufanya ibada ndani ya misikiti hii, lakini iwe maendeleo mengine hayawezi kupatikana kama hatuna amani. Miaka hii mitano tunayoimalizia sasa hivi, mambo mengi ya kimaendeleo yamefanyika kwa sababu nchi yetu ina amani. Miaka mitano ijayo inshallah, kwenye uhai na uzima Mwenyezi Mungu atuweke, tunakusudia kufanya mambo makubwa ya kimaendeleo, lakini bila amani huwezi kufanya kitu mtaanza kuhangaika kwanza kuirejesha amani ambayo mara nyingi inakuwa ngumu sana. Na hili tujifunze kwa wenzetu, nchi zote zilizoanza na balaa ya vita mpaka leo, si Libya, si Iraki, si kule Palestina, si sehemu yoyote ambayo waliingia kwenye vita halafu wakatoka ikawa salama. Mpaka leo kuna fujo. Kwa hivyo sisi tujitahidi na fujuzi. Mara nyingi hapa matatizo huanza kipindi cha uchaguzi. Tunaelekea kwenye uchaguzi, ni waombe Wazanzibari wote Unguja na Pemba, tufanye uchaguzi wa amani ili tuendeleze amani tuliyokuwa nayo. Tufanye uchaguzi wa amani na salama ili nchi yetu iweze kupiga hatua za maendeleo. Hili ni la msingi sana. Leo tunaabudu tuna bila ya bughudha yoyote, kwa sababu tuna amani ndani ya nchi. Ni jambo la msingi sana. Misikiti mingi haitunzwi vyema. Watu wakishatusaidia kujenga, basi ni jukumu la watumiaji kutunza. Leo kuna taa hizi, kuna mafeni haya, kuna mifereji ya maji kule. Hii haidumu maisha, hii inataka matunzo kuna kusafisha, lakini kuna watendaji wanaofanya hizi kazi. Maimamu wetu, walimu wetu wanawasomesha watoto wetu, wasafishaji wanaosafisha misikiti lazima walipwe, fungu lipatikane kutokana na watumiaji. Kwa hivyo napenda nichukue fursa hii kuwashajihisha waumini kuwe kuna mchango maalumu ili tuweze kuwasaidia wanaohudumia msikiti ili tuweze kukarabati au kufanya matengenezo ya vitu vitakavyokuwa vinaharibika vidogo vidogo. Ni muhimu sana ili msikiti wetu uendelee kuwa mzuri kama tunavyoona leo. Miaka mitano tukija, basi tuukute uko hivi hivi, na hili linataka mchango yetu kwa pamoja. Na la tatu ni kutuumia. Ndugu zangu, nayasema haya kwa kushuhudia, iko misikiti mingi, safu moja ikipatikana, basi ushukuru zinaswaliwa sala safu moja au mbili, wakati misikiti yetu ni mikubwa mizuri kama hii. Tuhimizane kutumia misikiti yetu. Inajengwa hii kwa fedha nyingi, na Mwenyezi Mungu anatutaka tufanye ibada katika misikiti. Basi kama tulivyokutana leo Ijumaa hivi, inshallah tuwe kwa wingi huu huu kila mara, kila katika kipindi cha sala ili tuweze kutumia vyema misikiti yetu hii. Haipendezi sala ya alfajiri ikawa swafu moja basi mtihani kupatikana. Lazima tufanye bidii kuweza kuitumia misikiti yetu kwa sababu inajengwa ili itumiwe. Zetu wa diaspora waliokuwa nje ya nchi wangependa tuwatumie, serikali iwatumie katika mambo mbalimbali. Mimi nasema hili ni jambo ambalo tunalitaka sana wale wote wenye ujuzi, utaalamu mbalimbali, wanakaribishwa kuja kutusaidia. Wapo wachoraji wa majengo kama haya, architects, wale tunawaomba waje. Sheikh Khalid kazungumza hapa kuhusu madrasa nchini mwetu hapa. Madrasa zetu ziko katika hali mbaya, hatuna mfano mzuri wa madrasa kwenda kuonyesha kwamba tunataka madrasa ziwe hivi. Lazima tuanze kama ilivyo misikiti mizuri mashaallah, unakwenda kwenye misikiti unafurahi ule uzuri wa misikiti yetu. Sasa lazima na madrasa ziwe hivyo hivyo, na lazima tuanze sehemu. Kwa hivyo wale wa, wa maarchitekti wale vijana waliokuwa ndani ya nchi na nje ya nchi, tunawaomba waje watusaidie katika kutengeneza plani hizi za madrasa nzuri ambazo tutazitumia kama ndio kigezo cha ujenzi wa madrasa katika maeneo mbalimbali. Lakini kuna madaktari, tungependa waje watusaidie katika kutoa huduma katika hospitali zetu. Siku hizi tuna kitu kinaitwa eh, kambi za utabibu au medical camps. Wanakuja watu hapa makundi ya wataalamu wa afya ndani yake mule, kuna wapasuaji, kuna wauguzi, kuna wale wanaotoa dawa za usingizi. Wanakaa hapa kwa wiki moja mbili, wanatoa huduma katika hospitali za serikali na zisizo za serikali ikiwemo hii ya KMK. Watu wanapata huduma nzuri, wanapata e, tiba kwa magonjwa ambayo pengine kwa muda mrefu hawajaweza kuyapatia tiba zake. Kwa hivyo tunawakaribisha diaspora waje, tunawakaribisha walimu tuna, alimradi kila sekta inahitaji ujuzi wao. Kwa hivyo hili tunapenda kusema kwamba tunawakaribisha siye, ndo tuombe sio nyie muombe, kuja siye kama serikali. Na hili sana tunawahusia na imamu ambao wale watapewa dhamana ya kusalisha katika msikiti huu na misikiti mingine, wanaosalisha imamu, wewe ni dhaminun, ndio umepewa dhamana tena dhamana hii ni kubwa kweli kweli, wallahi, naweza kusema dhamana hii ni kubwa kuliko kuongoza dunia nzima, kwa sababu unawaongoza watu katika sala, unawaongoza watu katika ibada, unawaongoza watu katika mafungamano yao na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kwa hiyo pahala hapa, wallahi, kama mtu anapoona ni pahala kama pa mashara, basi ajue hapa si pahala kama mashara wala sifahala kwa mtu kusema mimi nataka tu, una vima kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwaongoza wale ambao wanakufuata katika sila, baina ya Mwenyezi Mungu na waja ambao wanakufuata ko, lazima imamu uwe adil, uwe mwadilifu katika sala zako. Imamu mzuri ni yule imamu ambaye anayeingia katika sala akisalisha, nazijua hali za maamuma wake anajua hali za maamuma wake, asijitizame hali yake yeye, akajiona ni kijana ana kiraa kizuri, akasoma muda mrefu mpaka watu ndani ya sala wakawa baada ya kuwa khushu zao ziko kwa Mwenyezi Mungu, wakawanamlaani wao katika sala, analaani imam. Maimamu wengi ambao wanasalisha vijana wanarefusha sana sala zao bila ya kuwatizama maamuma wao katika hali gani? na wengine, hizi ni juhudi kubwa ambazo zimetufikia alhamdulillah, na yote yanatokana na jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais. Eneo hili halikuwahi kushuhudia mifereji, sasa hivi maji yanapanda mpaka juu, wananchi wote hapa wanapata maji kwa vizuri. Na bado wale ambao wanasema, shekhe umesema sote waliokuwa bado, tulieni, kazi inaendelea kusambaza kote, insha Allah. Sisi tunawashukuru sana, na mwenyekiti ushakuwa mwenyeji hata sasa, insha Allah, hili ni jengo letu, pamoja tuliendeleze. Pamoja na sisi kama watu wa mtaa huu, insha Allah, tunaahidi tutakuwa pamoja. Kama amani hakuna, msikiti utajengwa. Kwa hivyo kumbe, sote tunaona umuhimu wa kutunza amani. Kumbe ikiwepo amani ndiyo msikiti utajengwa, kumbe ikiwepo amani ndio msikiti utafunguliwa. Tulipata taarifa kuna nchi moja katika nchi za jirani, Ramadhani walikatazwa wasende kusali tarawehe kwa sababu hakuna amani, vurugu moja kwa moja. Lakini pia kuepusha hili jambo la amani tulizungumze sana, lakini magomvi katika misikiti Mana hiyo si Uislamu. Tuna tunakuwa na mambo ya aibu sasa hivi, kwa sababu ya magomvi kila kukicha, katika msikiti watu wanagombana nini katika msikiti? Inama yaamuru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min almutadi ina, tusigombane katika misikiti.